wanasoma vitabu wanaangalia video za elimu wanahudhuria semina wanafahamu kwamba pesa si kitu cha kubahatisha ni sayansi na ni tabia watu masikini kwa upande mwingine huamini kwamba elimu ya darasani pekee ndiyo muhimu wakimaliza shule hawasomi tena hawaelewi namna riba inavyofanya kazi bajeti inavyopangwa au uwekezaji unavyoanzishwa mfano mzuri ni Warren Buffett, alisema the best investment you can make is in yourself. Anasoma zaidi ya saa tano kila siku. Unasomaje kuhusu pesa kila wiki? Unaweza kuanza kwa kutazama video kama hii kila siku moja. Tofauti ya pili, wanahesabu na kufuatilia pesa zao. Tajiri anajua anapata kiasi gani, anatumia kiasi gani, na fedha yake inaenda wapi. Ana budget, ana mpango, ana mfumo. Masikini mara nyingi hutumia kabla ya kupanga. Kila hela ikiingia inatoka bila record. Hata hawajui mwezi uliopita walitumia nini zaidi. Kama huwezi kupima matumizi yako, huwezi kuyadhibiti. Kama huwezi kuyadhibiti, huwezi kuokoa wala kuwekeza. Anza kwa kuandika mapato na matumizi yako kila wiki. Tumia daftari au app ya simu. Tofauti ya tatu, wanatengeneza mapato zaidi ya moja. Watu tajiri wana mapato ya aina nyingi: mshahara, biashara, uwekezaji, mirabaha, kodi ya nyumba na kadhalika. Watu masikini hutegemea chanzo kimoja tu, mara nyingi kazi au mshahara. Ikitokea tatizo moja tu, maisha yanayumba. Tofauti iko hivi: tajiri hujiuliza, ninawezaje kutengeneza pesa hata nikiwa nimelala? Masikini huuliza, ninawezaje kupata kazi nyingine zaidi? Anza kwa kidogo: biashara ndogo, kuuza bidhaa mtandaoni, affiliate marketing, freelance. Tofauti ya nne, wanachelewa kutumia pesa, wanawekeza mapema. Watu matajiri hutanguliza uwekezaji kabla ya matumizi ya starehi, wananunua assets kabla ya liabilities. Masikini hutanguliza anasa: simu mpya, nguo, burudani, hata kwa mkopo, hata kabla ya kuwa na akiba ya dharura. Tajiri hununua gari kwa pesa ya passive income. Masikini hununua gari kwa mkopo wenye riba. Jiulize, hii pesa niliyopata leo inaweza kuniingizia faida kesho? Tofauti ya tano, wanaunda thamani kwa wengine. Matajiri hufikiri namna ya kutatua matatizo ya watu na kufanya hivyo wanatengeneza pesa. Mfano, mtu anayebuni app inayosaidia wakulima kupata bei bora au mtu anayetoa elimu ya fedha kama PesaVibe. Masikini hufikiri naweza kupata nini? Tajiri hufikiri naweza kutoa nini cha thamani? Thamani ndio msingi wa biashara.